Naitwa Philimon Joseph Kiem ni kiongozi wa wadau wa nyuki nchini na mkurugenzi mtendaji wa kijiji cha nyuki ambao kina makao makuu yake katika kijiji cha Kisaka Singida. Kwa ujumla, nilipata mwaliko kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii kuja hapa bungeni wakati inasomwa bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Sisi kama wadau wa sekta ya misitu na nyuki au sekta ya Wizara ya Maliasili na Utalii, tunashukuru sana kwa kuwa E, ma, mipango ya wizara tumeiona, lakini pia bajeti iliyoongezeka pamoja na mambo mengine yote lakini tumeona jitihada za wizara e, katika mipango na jitihada za wizara katika kujitahidi kusimamia rasilimali ambazo zinawanufaisha Watanzania wote, lakini pia tumefurahi kusikiliza baadhi ya wabunge ambao walikuwa wanachangia ambao wame, wameweza kueleza kinagaubaga kwamba uh, namna gani wanapanga kuongeza mapato uh, kupitia uh, sekta ya utalii. Na hasa mimi binafsi kama mdau wa utalii wa kanda ya kati nimeona kwamba utalii uh, kanda ya kaskazini umeshakuwa kidogo, utalii uh, kanda ya, ya, ya kusini pia umekuwa, lakini utalii kanda ya kati maeneo haya ya Dodoma na Singida utalii ulikuwa bado hujakuzwa, japo kuna vivutio vingi sana vya asili. Kwa hiyo nimeona nimejifunza vitu vingi ambavyo nafikiri eh, kwa sasa tutaangalia namna gani sisi kama wawekezaji kuwekeza katika eneo hilo la, la, la utalii kanda ya kati ili kuunganisha hizi sakiti ya kaskazini ya kati na ya kusini. Changamoto eh, changamoto ambayo ipo kwenye sekta ya misitu na nyuki sasa hivi ni eh, uniformity au tunasema eh, maarifa yanayowezesha wadau kuzalisha sawa kwa sababu mtu anayezalisha asali eh, kilo tano wa Manyoni, asali hiyo inatofautiana na mtu wa Iringa ambaye anazalisha kilo tano pia. Kwa hiyo huwezi kuichanganya kui ili kujazia ndoo au kujazia kitu fulani. Kwa hiyo tunahitaji uwekezaji eh, eh, na uvunaji ufanyike kwa, kwa, kwa zone hii ya eneo hili hii ya eneo hili ili a eneo hili ili iweze kufiti kwenye soko la kimataifa, na hii inatokea eh, pale ambapo tunataka ku export kimataifa. Tunapopeleka sampuli ya chupa moja Ujerumani kwa lengo la kupeleka tani ishirini, unakuta eh, sampuli ikikubalika ile ya chupa moja, hauwezi kupata tena ile tani ishirini. Kwa sababu zitakuwa zinatofautiana. Kwa hiyo elimu iendelee kutolewa eh, katika wale watu ambao wanatumia wana, wana mazao ya nyuki na hasa mazao ya nyuki tumesikia kwa sasa, ambapo yanachangia sana kwenye suala la afya na chakula na e, katika maeneo mengine. Changamoto nyingine ambayo naiona mimi ni, ni katika eneo la utafiti e, utafiti ufanyike zaidi waku, ya, ya, ya wadau, ili, e, sawa sawa wa kutambua mahitaji ya wadau ili serikali iweze kuwekeza sawasawa na wadau wanavyohitaji.